Wakati zoezi hilo likiendelea zinaibuliwa changamoto za madai ya baadhi ya wagombea wa nafasi mbalimbali wa chama cha ACT-Wazalendo ikiwemo jimbo la Welezo, Jang'ombe na Pangawe. Yametokea matatizo asubuhi, hapa kituo hiki kimeanza uendeshaji wa upigaji kura bila ya mawakala au maafisa wa tume wenyewe kuwa na daftari. Baada ya kufanya mawasiliano tuligundua ni kweli, na tukasitisha zoezi lile ili kwenda kuangalia kuna tatizo gani na baada ya kufika kwa kweli madaftari likuwa lipo lakini watendaji wetu nadhani walikuwa hawaja hawajacheki kwenye mabox vizuri na vituo vyote, mawakala na watendaji wakapewa daftari lile na zoezi likaendelea. Lakini tatizo kama hilo lilikuwepo vile vile katika kituo cha Welezo, ambapo tulikwenda tukashughulikia. Madai mengine waliobuliwa na wagombea hao ni kuwepo kwa wapiga kura wa mapema jeshi la wananchi wa Tanzania, uniform zake zinatumika kwenye jambo hili, hii ni mbaya sana. It's very unfortunate, na wameletwa na magari ya JWTZ, yaani majeshi ndio waliokuja kupiga kura kwa wingi sana, katika sheria hizi mbili, kiasi ambacho kwamba katika jimbo hili la Jang'ombe hakuna kambi ya jeshi. Sheria hairuhusu kuandikisha au kwenye kambi kuwa na, na, na vituo vya kupiga kura. Kama kuna wanajeshi sehemu yote, wale vile vile ni wananchi na wanakuwa wameandikishwa katika maeneo yale kwa hiyo pale ambapo wanakuja kuombewa wale wote ambao watafanya uh, watakuwa wanasimamia shughuli za uchaguzi siku ya uchaguzi, ambao wanatoka kwenye ni polisi, wanajeshi au vikosi, yale maombi yao yanayoletwa, wanaangaliwa vile vile wameandikishwa wapi, kwa sababu ndio sehemu ambayo atakayoenda kupiga kura. Kwa hiyo popote pale ambapo kuna vikosi, kuna wanajeshi, ni wale ni wananchi ambao ndio maeneo yao ambao waliandikishwa, na ndio wameenda kupiga kura. Pamoja na haya, wagombea hao wamedai baadhi ya watu wanaojiita watumishi wa tume hawana vitambulisho vya kuwatambulisha utumishi wao. Wapo watumishi hapa, tunaambua ni watumishi wa tume, uniformu yao, identification yao ni vizibao na shati. Hawana nini? Hawana badge. It's, it's, it had never happened. Maafisa wengine wanao askari uh, ambao alikuwepo katika masala ya kama masala ya ulinzi, walisema ni ngumu sana kuweza kumtambua kama kweli huyu ni mtendaji wa tume au la, kwa kuvaa tu ilo. Kwa hiyo hilo tunalichukulia, tumelichukua, tunalifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba kesho o, watendaji wetu wote watakuwa na vitambulisho, licha ya kwamba atakuwa nao, lakini watakuwa na vitambulisho. Licha ya madai hayo, lakini pia wagombea hao wamesifu zoezi hilo kufanyika kwa amani na utulivu. Amani ipo mtaani, hakuna wasiwasi wasi. Watu wapo na harakati zao hakuna mtu aliyetishwa kukamilika kwa zoezi la upigaji kura mapema kwa watu maalum kunafungua upigaji kura pamoja ya wananchi wote hapo kesho. Kutoka Unguja, Tumo Saidi, Azam News.